Baada ya kumalizika kwa kipindi cha Noeli ambacho huwa kinaisha na sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kipindi ambacho huwa kinafuata ni kipindi cha kawaida sehemu ya kwanza, ambacho huanza baada ya Jumapili ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na huwa kinaendelea mpaka Jumanne kabla ya Jumatano ya majivu. Na ni kipindi cha kutafakari huduma ya Yesu ya mwanzo, kuwaita wanafunzi wake, kuhubiri na kuponya na katika kipindi hiki ni kipindi cha kukua kiroho, ni kipindi ambacho kinatuita tuwe na ufuasi wa kila siku, ni kipindi ambacho inabidi tumwone Mungu katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Rangi ya kiliturujia ambayo inatumika katika kipindi hiki ni rangi ya kijani, ni rangi ambayo inaonyesha ukuaji wa kanisa, matumaini mapya katika maisha yetu ya imani, lakini pia uhai na uendelevu wa neema na mada kuu ambazo zina zinaongelewa ndani ya kipindi hiki ni Yesu kuwaita mitume, Yesu anahubiri na kufundisha, miujiza ile ya kwanza, lakini agano la Mungu na watu wake. Na mwelekeo wa kiroho katika kipindi hiki ni kuziishi zile heri ambazo Yesu alizisema mlimani, kumfuata Kristo kwa unyenyekevu, kuishi utakatifu katika maisha yetu na mambo yetu madogo madogo lakini pia kukubali kufundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mazingira ya kiibada katika kipindi hiki cha kawaida sehemu ya kwanza, kunakuwa kuna mapambo ya kawaida, kunakuwa kuna mziki wa utulivu, lakini pia neno la Mungu linakuwa kitovu katika maisha yetu. Na mambo ya kuepuka katika kipindi hiki cha kawaida sehemu ya kwanza ni kuona kwamba hakuna kitu cha maana ndani ya hiki kipindi kwa sababu hamna sherehe kubwa kubwa lakini ni kipindi ambacho kinatuita kwamba kwa tuzidi kujenga maisha yetu ya kitakatifu katika maisha yetu na katika mambo yetu ya kawaida.